Ni fainali za mataifa Afrika ambazo zinafanyika Morocco ikiwa ni fainali za thelathini na tano. Karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital, mnaitwa Elias Solomon, nipo na Philip Nkini kwa ajili ya kuizungumzia hasa mechi ya kundi C ambapo timu ya taifa Tanzania tutupa karata yake ya kwanza kucheza dhidi ya Nigeria. Ni mechi Nkini, zaidi ya miaka 30 mara mwisho timu hizi kukutana katika fainali za Afrika, tathmini yako ikoje? Uh, kwanza ni, ni mechi kubwa. Nafikiri kwenye michuano ya AFCON moja pia mechi ambayo inasubiriwa kutazamwa na wengi na inawezekana ikawa ni hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kwanza ukubwa wa Nigeria. Nigeria ni timu kubwa Afrika, ni timu yenye matarajio makubwa zaidi wakati wanatoka nchini kwao. Target ilikuwa ni kuchukua ubingwa. Ndiyo target ambayo wamepewa. Kwa hiyo wameenda kwenye AFCON wakiwa wana wana target ya kuchukua ubingwa. Sijasikia vizuri kuhusiana na malengo ya Tanzania kuna ambao anazungumza la kwake labda tushinde angalau mechi ya kwanza kwenye mashindano, kwa sababu tujai kushinda. Lakini kwangu mimi ungeniambia target ya Tanzania, ningekwambia basi at least tuvuke kutoka kwenye hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kwenda kwenda robo finali. Kwa hiyo ni, ni, ni, mechi kubwa. Hatujawahi kuwafunga Nigeria na fikiri kuna kumbushia hapo ya kwamba mara ya kwanza tulikutana nao mwaka 1980 ambapo tulikuwa nao kwenye kundi moja pia kwenye michuano ya AFCON lakini hapo katikati tumeshakutana nao mara sita. Hii ni mara ya ya, ya, ya nane tunaenda kukutana nao, kujumlisha na na ile moja kule, na maana kukutana nao mara saba. Kwenye mara saba zote hatujashinda mechi hata moja. Tuliambulia sare kwenye mechi tatu. Well, <clears throat> kama unaeza kutoka sare na Nigeria means kuna siku unaweza ukaifunga ukai Nigeria. Lakini nafikiri kwenye mechi hii inaenda kujibu maswali mengi. <coughs> kama ule ukubwa ambao unazungumzwa wa Taifa Stars kwa sasa ndio umeshafikia kwenye, kwenye daraja lake au bado tupo kule kule sehemu ya kuendelea kujipanga. Uh, kikimbinu. Uh, mwalimu ambaye sahibi, an kwa sasa hivi anakaimu ana nafasi ya Hemed Moloko, kwa maana ya Miguel Gamondi, ameonyesha ame, ukubwa wake kwenye mpira wa ukanda wa Afrika Mashariki akiwa na Yanga, Singida, hatimaye sasa akapewa timu. Unaona ni mwalimu ambaye kuna kitu anaweza kuongeza kwenye timu kulingana na namna ambavyo tumemshuhudia. Uh, staili ya kucheza kwa Gamondi ni staili ya mwalimu ambao sio muoga. Kuna, kuna walimu ambao kwa ni mechi moja anaweza akakupa, akakupa maswali mengi ya kuwekea viungo 8 9 lakini Gamondi sio muoga. Gamondi ni kati ya, ya, ya walimu ambao wanapenda timu yake icheze; anapenda timu yake ifunguke, lakini pia anafungua sana kwenye safu ya ya ulinzi ili wale walinzi wake wasaidie kwenye kushambulia. Hii sasa inakufanya unapata una, unapata mashaka wakati mwingine lakini wakati mwingine unapata hopu ya kwamba mnaweza mkafanikiwa chochote. Unapocheza na timu kama Nigeria means kwa daraja ambalo si tupo <coughs> sio daraja la kufunguka sana. Nafikiri ulitazama mechi kati ya Komoro na Moroko kipindi cha kwanza. Zedaka 45 za kwanza zinakupa picha ya kwamba Komoro waligundua ukubwa wa, wa, wa Moroko kwa wakatumia mbinu zao mazoezi yao kuhakikisha angalau wanalinda zaidi. Nafikiri ndicho ambacho mwalimu wa Stars anatokea kwenda nacho. Cha kwanza ni lazima waheshimu wapinzani. Nigeria ni timu kubwa, wameshukua AFCON mara tatu, ni timu kubwa kwenye ukanda huu wa Afrika. Aisipofuzu world cup, kila wakati maswali yanakuwa mengi kama ilivyo sasa hivi. Ndio maana baada ya wenyewe kushindwa kufuzu AFCON, wakati wanakabidhiwa bendera waliambiwa basi angalau muende mtulete ubingwa wa wa, wa Afcon ni kitu ambacho wenyewe wakakifanya. Nafikiri mwalimu kwanza tuwaruhusu kupata mabao mwanzoni. Ukisharuhusu bao mwanzoni, na maana wachezaji, kwa sababu hawajafika lile daraja la wachezaji wa Nigeria ni rahisi zaidi ile morali yao kushuka, lakini kama wakiweza kumaintain angalau dakika 45 hawajaruhusu bao lolote, hii inaweza ikawasaidia kuja kwenye kipindi cha pili kuhakikisha kwamba wanatafuta ushindi, kitu ambacho pia wakati mwingine kinawezekana. Michuano kama hii huwa inakuwa na surprise. Kwa hiyo mtu asiamini sana ya kwamba Stars yake akikutana na Nigeria anaenda kupoteza, hapana. Kila mwalimu anaweza akaja na staili yake ya kucheza ikamfeva ne Nigeria walisha kuziangusha nchi yao mara nyingi sana. Kuna wakati unafikiri Nigeria anaeza kufanya vizuri, lakini ndio kipindi ambacho wana anawaangusha kwao. Mimi nafikiri walimu wawili wakikutana, atakayeenda na mbinu bora kwenye hii image ndio mwalimu ambao anaweza akashinda, bila kujali ukubwa wa Nigeria, bila kujali udogo ule ambao wanao Taifa Stars. Hii ina, ina, itakuwa nafasi ya tatu kwa baadhi ya wa wachezaji kucheza fainali hizi kubwa kabisa Afrika, lakini kati ya wachezaji ambao wapo kwenye kikosi wane, kuna wenye experience ya kucheza robo fainali ya michuano ya CAF kwa upande wa klabu, wengine mpaka fainali. Hiyo experience unaona kwa kiwango gani, pengine inaweza kuisaidia timu katika mashindano haya. Ndio maana mwanzo nilisema nikasema, sisi sasa hivi atue ni mimi, nikimsikia mtu anasema tunaenda AFCON kwa ajili ya kutafuta ushindi wa mechi moja na ananikata fulani, yani sioni kavle simuelewi elewi. Mimi nafikiri sasa hivi huko nyuma tulishajifunza Yaani kama ni AFCON za kujifunza huko nyuma tulishapita na tukajifunza. Tumecheza AFCON hiyo ya mwaka 80 hiyo tuiache hiyo haituhusu. Lakini hizi tatu ambazo tumecheza hapa karibuni nafikiri ni AFCON ambazo zinawahusu na uhusu hichi kizazi. Hata kama mchezaji alikuwa hachezi alizishuhudia. Umeshaelewa vizuri bwana. Yaani inawezekana kuna mwingine hakucheza lakini alizishuhudia. 2019, nafikiri wachezaji wote walioko hapa walikuwa wanacheza mpira. 2023, 23, wote walikuwa wali wanacheza mpira na wengine ndio hao unakuja kuwazungumzia kina Msuva, kina Samata, umeshaelewa kina Mohamed Huseni Shabalala, ambao wanakwenda wanakwenda kuweka records, lakini hii hapa pia wanaiona. Sasa ule uzoefu gani ambao wanakwenda kuutafuta? Yani mchezaji ameshacheza AFCON mara ya tatu anaenda kutafuta uzoefu wa kitu gani? Okay, pamoja na kwamba hujacheza leo wala hujacheza jana, ulicheza chani juzi. Chani ni tournament kubwa, yani inazidiwa na na na AFCON kwa sababu tu chani yenyewe inashirikisha wachezaji wa ndani na AFCON inashirikisha wachezaji wote wale wako nje na wale wale wako ndani, lakini ni aina ya tournament kubwa. Na wachezaji wetu wengi, ukiona 90% nafikiri, ukiacha wale ambao walikuwa nje ya nchi, walicheza, walicheza kwenye chani. Kwa mimi nafikiri kama tulicheza chani tukacheza na mataifa makubwa kwenye CHAN na tukaonyesha kitu kwamba tunaweza, basi tuna uwezo pia wa kuonyesha kwenye, kwenye AFCON. Na Nigeria tunaokutana nao wanatuzidi kwenye wachezaji wao, wanacheza zile top league wachezaji wakubwa wakubwa wanacheza top league lakini kwa wachezaji wetu pia wanaocheza nje wote wanacheza top league. Yani mchezaji gani wa Nigeria ambaye anaweza kumsumbua Samata leo? Hakuna. Kuna profile ambayo Samata ameshaifika ambayo mchezaji mwingine wa Nigeria hajaifika. Kina Msupa wote wamecheza, wamecheza nje tumewaona. Si ndio kina Mbombo wanatoka nje tu na tunawaona. Na sio kwamba wameitwa tu timu ya taifa kwa sababu wanacheza nje. Wameitwa timu ya taifa kwa sababu na kule kwenye timu zao wanapata nafasi na wanaonyesha uwezo. Kwa hiyo mimi ninachokifikiri ni kwamba profile za wachezaji si ndio? Zinategemeana na kila mchezaji, kile ambacho ameelezwa na mwalimu. Ubora unaweza ukawa unatofautiana kwenye makaratasi, lakini ubora uwanjani ukalingana. Kwa hiyo wanachotakiwa kufanya wachezaji ni kwamba nini ambacho wamefundishwa na mwalimu. Mimi huwa nina kauli yangu moja, naamini mchezaji anaoenda kwenye mashindano, cha kwanza lazima aiangalie timu kwanza Yaani ukienda kwenye mashindano uiangalie timu yako. Mimi bwana, mimi ni mchezaji wa timu ya taifa, Taifa Stars, si ndio? Na iwakilisha taifa. Lazima kwanza uliangalie hilo kabla hujajiangalia kwanza we mwenyewe. Kwa kama kila mchezaji atafuata maelekezo ya mwalimu, benchi ya loa aloelekeza. Kama kila mchezaji atajua ya kwamba hapa anapoenda kucheza kama akifuatisha yale maelekezo timu itapata ushindi. Basi mimi nafikiri ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo mimi kwangu siamini sana kwenye ukubwa wa Nigeria na udogo wa, wa Tanzania. Ninachokiamini ni kwamba kama uh, Tanzania timu zake mbili Simba na Yanga zimewahi kufika kwenye finali ya kombe la shirikisho. Hapa katikati zilipishana na wachezaji gani? Yaani mpaka unafika finali unakutana na timu gani? Mshanaelewa vizuri? Kama Yanga anaweza akacheza na Mamelodi Sundowns ambao wachezaji wake wengi pia wapo kwenye, kwenye AFCON, si ndio? Kama Simba anaweza kucheza na Pyramids, anaweza kucheza na Berkane, si ndio? na bado akaonyesha uwezo mzuri. Kama Simba anaweza kuwafunga Ahali ambao wachezaji wake wengi pia wako kwenye kwenye AFCON, basi Tanzania inaweza kushinda kwenye mechi hii hapa, kwa sababu wachezaji ndio wale wale ambao wanazunguka na kuja kukutana uwanjani. Tofauti yake tu ni kwamba hapa wanatoka kwenye timu mbalimbali kuitengeneza timu moja ya taifa. Kwa kwa hiyo kwangu mimi naamini wale wale ambao ambao wapo wapo karibu na timu waipe support, wale ambao wapo na timu timu waipe support mbali waendelee kuiombea, kwa sababu hakuna hakuna jinsi nyingine ambayo tunaweza kufanya. Lakini pamoja na kucheza mashindano, lazima tukumbuke kwamba hii ni platform pia kwetu ya kujifunza kuhusiana na maandalizi ya mashindano makubwa, hii AFCON ambayo tunaenda kucheza baada ya hii kumalizika. Sisi tuna, tuna, advantage ya kucheza AFCON nyingine inayofuata. Kwa hiyo hizi tunasema ni nne, lakini tunakwenda kucheza nyingine ya tano. Kwa hiyo tukija kumaliza 2027 sisi tutasema tumecheza AFCON tano lakini wakati tunacheza hizo AFCON tano na fizi zitakuwa ni nne back to back mfululizo tunacheza. Kaya tafute mataifa ambayo yana, yamecheza AFCON tatu mfululizo ambayo yapo kwenye AFCON hii hapa. Tayapata machache sana yale ambao makubwa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tumekitengeneza, inawezekana tusizalishe sasa hivi uwanjani, lakini baada ya muda, mimi naamini kabisa tutakuwa na, na kikosi bora zaidi cha timu ya taifa, kama tutaendelea kwenye njia hii ambayo tunapita Mtazamaji Mwananchi ligi tu unaweza katuandikia kwenye sehemu ya comment hapo chini maoni yako kuhusiana na mechi hii ya kwanza kabisa kwa Tanzania. Unaona Tanzania tuki surprise Nigeria kwa maana ya kuifunga, ama unaona nini ambacho kina kinaweza kutokea katika, katika mechi hii? Kwa kumalizia Nkini, e, wachezaji wa ligi kuu Tanzania bara ambao tunawashuhudia kwenye, kwenye Afcon, tumemwona Jigidiara akifanya kazi nzuri kwenye mechi yao ya kwanza, lakini pia tumemshuhudia Prince Dube akifunga dhidi ya Misri lakini bao lake alikutosha kuifanya Zimbabwe kushinda. Performance ya wachezaji wanachokifanya, ni ishara sasa ligi kuu Tanzania bara inaendelea kung'ara. Kwanza ligi kuu Tanzania bara ndio ni ligi ya tatu kutoa wachezaji wengi zaidi ambao kone AFCON 2025. Nilikuwa namwambia mtu kumwona mchezaji anatoka ligi kuu ya Tanzania bara alafu anaenda kucheza kwenye tournament kubwa hizi, achezee Taifa Stars si ya Zimbabwe, kama ulivyomtaja Prince Dube, umemtaja Diara sindio, chezea Mali hawa. Ina maana hivi ligi yetu sisi ule ubora ambao unazungumzwa ni sahihi ni bora. Kwa nini nakuambia hivyo? Ukitazama timu kama Mali, ukiacha Diara, unaweza kukuta ni nchi ambao mwalimu anapelekewa profile ya goalkeeper labda kumi na tano, wengine wanacheza Ulaya wengine wanacheza Asia, wengine wanacheza Amerika ya Kusini, wengine wanacheza hapa hapa Afrika, lakini yeye katika ile chaguo lake lote, akaja akagundua kwamba huyu anayecheza ligi kuu ya Tanzania bara ndio bora kuliko hao wengine wote, akamchukua kaenda naye kwa mashindano. Na sio kwenda naye tu kwa mashindano, akamweka langoni kuidakia timu ya taifa. Kwa hiyo hichi kinakuonyesha ule ubora ambao ligi yetu inao, cha kwanza, lakini kingine kwa mtu kama Prince Dube kuna, kuna, kuna maswali mengi sana amewajibu watu kwanza amewaonesha amewaonyesha kwan, mashabiki kwa nini huwa anapata nafasi Yanga hata aje mwalimu wa namna gani. Kuna wakati anaweza akaja mwalimu mpya kwenye mitandao na nini, mashabiki wakaanza kusema kwamba sasa hivi Dube hatacheza kwa sababu huyu mwalimu anataka mchezaji wa hivi anataka mchezaji wa hivi, lakini mwalimu yule anapokuja unamwona Dube ameanza, si ndio? lakini kuna wakati Dube anaweza akapoteza nafasi nyingi sana mashabiki, wakasema sasa hivi ndo hatumtaki kabisa, hawezi kucheza, sio nini nini. Unamuona mwalimu kesho yake anamuanzisha Dube. hamuanzishi Dube kwa sababu anampendelea aina ya goli alilofunga, hajafunga mbele ya mabeki legelege lege. Wale ni mabeki kweli, selection ni ya safu ya ulinzi ambao ni matata, lakini alikuwa na watu watatu na akapiga akafunga. Kwa hiyo hii inaonyesha ya kwamba ligi yetu ina wachezaji bora sana bora sana kwenye, kwenye, kama kwenye tournament kama hizi, mpaka leo unaweza ukazungumza ukasema, kwenye wale ambao wameenda wawili wameshapata nafasi ya kucheza sawa, leo watapata nafasi nyingine ya kucheza. Uganda itatumia wachezaji wengine ambao wanacheza ligi ya Tanzania. Hichi kinakuonyesha ya kwamba tunapoelekea si ni pazuri zaidi, kuna watu wametufikisha hapa, lakini ni vizuri, lazima tukaendelea kuboresha zaidi. Yani sisi kuna siku unavyoiona ligi unaona una ligi inatoka wachezaji kumi na tano ukiacha wa taifa lao, kuna siku si tunaweza tukafika hapo. Kikubwa ni kuendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa na ule ubora unaotakiwa, ubora kwanza wa mechi zenyewe. Yani lazima Simba akicheza na Mtibwa lazima ionekane tofauti yake ni ndogo sana, lakini pia lazima tuwe na viwanja bora Lazima ligi yetu iendelee kutanuka kuonyeshwa mbali zaidi. Azam TV wanajitahidi sana, kuna sehemu wanaonyesha ligi yetu kwenye Afrika, nafikiri ndio kati ya ya ya ya watu ambao wanaonyesha ligi yetu mbali zaidi. Mimi naamini kuna siku watatuonesha zaidi na kuna zaidi ya pale ambapo tunapaona sasa hivi, lakini kikubwa ni lazima pia hawa wote pia nao waungwe mkono. Unaunga mkono kwenye kwenye kiwango gani? Kila mtu kwenye lile eneo lake anatakiwa afanye kazi yake inavyotakiwa. Kama ni watu washirikisho wafanye kazi yao, kama ni serikali wafanye kazi yao, kama ni wachezaji wafanye kazi yao, lakini pia na mashabiki nao pia waziunge mkono hizi klabu. Ukizifanya hivyo kwa vitu vyote, basi mwisho wa siku hichi ambacho tunakuja kukisifia leo kwa wachezaji wawili wameshacheza mpaka sasa hivi kati ya mechi nne, sijui kesho kutwa, ina maana tutakuwa tuna wachezaji wengi zaidi ambao watakuwa wanatoka kwenye ligi yetu, kwa sababu sasa hivi mimi naamini mchezaji yote anaocheza Afrika ukimwambia unatakiwa kusajiliwa na timu ya Tanzania hawezi kukataa, sio kwamba akatai, kwa sababu Tanzania niseu, ni sehemu ni pazuri au Tanzania ni nini ni. Kwa sababu kwanza, pamoja na hiyo amani na vitu vingine vyote, ubora ule wa ligi umekuwa ukiongezeka kila siku. Mabalozi ambao wanatoka wanaenda, yaani mchezaji akicheza mali leo akienda kukutana na wachezaji wenzie ambao wako mali anamwambia jinsi ambavyo ligi yetu sisi ni bora. Kwa hiyo kikubwa, mimi nafikiri ni kuendelea ku maintain tuweke kwenye ubora huu hapa lakini, tuzidishe zaidi. Kuna sehemu bado sisi tuna vitu vya kufanyia kazi, tuvifanyie kazi, yaani kama kuna sehemu ya kuboresha iboreshwe, ili tuweze kufikia yale malengo ambayo watu wengi zaidi wanafikiria huko mbele. Kikubwa ni kuendelea ku maintain Philip Nkini, ambaye nimekuwa naye hapa kukupa uchambuzi kuhusiana na mechi ya kwanza kwa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini tukiangalia eh, namna ambavyo wachezaji wa jikuu Tanzania bara wameanza kuonyesha makali yao katika fainali hizi za mataifa ya Afrika, kwa niaba ya wengine wengi ambao wamefanikisha eh, hiki ambacho tumekuletea, mimi naitwa Elias Solomon. Kesho nayo ni siku, tutaangalia kile ambacho kitakuwa kimetokea katika mechi hii ya kwanza. Asante.